Kama tunavyofahamu, Mamlaka ya Serikali Mtandao e-GA imekuwa kibuni, kusanifu na kutengeneza mifumo mbalimbali mbali ya tama kwa lengo la kurahisisha utendaji kazi, uh, kwa serikali na kwa wananchi pia, na moja kati ya mifumo iliyotengenezwa ni mfumo wa huduma za serikali kwa njia ya simu za mkononi yani mGov. Sasa nipo Dar es Salaam na nimezungumza na Rehema Saidi yani mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam, anatueleza namna ambavyo anafaidika na mifumo hii. Zamani usumbufu ulikuwepo tena sana, kwa sababu unapoteza muda mwingi, unapanga foleni Pengine unataka uende kazini huku, labda maji yameisha au umeme hamna, unalazimika uende kupanga foleni muda mrefu uka, ukulipia bili ya maji au bili ya umeme eh. Lakini kwa sasa, kwa sasa imerahisishwa unanunua kiganjani, unatumia simu yako mkononi unanunua. Saidi Hamisi Abdalla yeye ni dereva wa taksi katika jiji la Dar es Salaam anatueleza adha aliyokuwa akiipata kabla ya uwepo wa mifumo hii.

ili kupata huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya simu mkononi, bofia nyota 152, nyota 00 alama ereli. Na kwa taasisi ya umma, wasiliana na Mamlaka ya Serikali Mtandao Iga ili uweze kusanikishiwa mfumo huo kwenye taasisi yako. Mimi ni mwana digitali Musa Magali Enok kutoka Mamlaka ya Serikali Mtandao Iga. Karibu tuijenge serikali kidigiti.